Katika vile vipaumbele nane vya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuboresha huduma za wananchi. Na moja wapo ya huduma eneo la huduma ni huduma ya afya. Katika magonjwa ambayo tunayajua na historia na yamesumbua muda mrefu Tanzania ni ugonjwa wa malaria. Na serikali inafanya juhudi mbalimbali kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa malaria. Moja juhudi hizo ni pamoja na kutoa chandarua kwa mfano kwa mwaka huu sisi kwenye wilaya tumetoa vya chandarua vya karibu shilingi milioni 4. Lakini pia tunafanya upimaji, tumepima karibuni watu laki moja na tumewafanyia upimaji. Upimaji kama mnayoilewa kwamba wilaya yetu ya Kiba ni wilaya ambayo inaongoza kwa viwanda. Na faida ya kipekee ambayo tumeipata, tumepata kuwa na kiwanda cha viwadudu ambacho kinatengeneza dawa ya kuua mbu. Watu wengi nyumbani wanatumia dawa ya kupuliza, lakini kila mbu mmoja unayemwona ameruka wanasema wameshataga karibuni mayai mia. Kwa hiyo nyumbani, ukiona namuua mbu mmoja anaruka, unajua kuna mbu wengine mia wanafanya nini? Wanakuja. Sasa tumepata dawa hii ya viwadudu ambayo sio ya kemikali. Hawa ni wadudu ambao wanakula mbu na mazalia yake, kwa hiyo ukipuliza dawa hii unaangamiza mbu. Tuna dawa, dawa ambazo tumekuwa tukipuliza mara nyingi, ni dawa ambao unaipuliza lakini mayai ya mbu yanakuwepo kwa hiyo sisi tunataka kuondoa malaria kabisa katika wilaya yetu ya, ya Kibaha. Tupo na zoezi la upulizaji dawa na ni zoezi endelevu. Mpaka ninapoingia nafikiri, nafiri tumeshapuliza karibu karibuni lita 3800. Na nikisema kilomita za mraba za mabwawa ambao tumeshapuliza mpaka sasa hivi tunafikia laki moja na 24, ambayo ni mabwawa 31. Sisi tuna mabwawa makubwa 45, ambayo kwa ujumla wake ni kilomita za mraba laki moja na themanini kwa hiyo laki moja na ishirini na nne kilomita eh, sikuya mita za mraba tumezimaliza, bado sikua mita za mraba elfu. Kwa hiyo tunaendelea na maeneo yote ambayo ni korofi, maeneo ambayo kama haya ukiangalia hii, hii ni pond. Maeneo kama haya unaweza kuta yanazalisha karibuni asilimia 60 ya mbu ambao wanapatikana eneo hili la karibu. Kwa hiyo kwa kutumia mapato ya ndani ni mpongeza sana mkurugenzi Shemelekwa na timu yake tunafahamu kwamba halmashauri yetu imefanya vizuri kwenye ukusanyaji wa mapato. Tunakaribia tuna kufika bilioni kumi na mbili tukitoka miaka mitatu iliyopita tulikuwa tunazungumza kuwa na bilioni tano bilioni sita na kwa mwaka huu tu tumeweza kuwa na ongezeko la 1.5b. Kipaumbele chetu ni kwamba kile tunachokikusanya tunakirudisha kwa wananchi. Kwa hiyo tumeweka mkakati wa kupiga hii dawa wilaya nzima ili kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa ugonjwa la malaria. Mwaka jana pia tulipiga, na mwaka huu tunaendelea na kuonesha namna ambavyo dawa hii inafanya kazi. Maambukizi ya malaria kitaifa ni asilimia nane, lakini sisi kwetu sasa hivi tumefika asilimia moja pointi mbili; tulikuwa asilimia moja pointi saba mwaka jana. Kwa hiyo kwa, kwa upulizaji wa mwaka jana pia tumefanikiwa kupunguza kupunguza, karibuni tano asilimia tumepunguza, hiyo zero tu tu, tunaamini Mungu akitupa uhai mpaka mwaka mmoja au miwili ijayo tutakuwa tunazungumza Kibaha bila malaria, maybe asilimia 0.1 au kabisa. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wote ambao wamejitokeza hapa, lakini dawa hii pia inataka mabadiliko ya tabia, kwa sababu hii dawa sio ya kupiga nyumba moja, tunapiga kama tunapiga kama jamii. Kwa hiyo pia Mkurugenzi, karibu wa halmashauri kama ambavyo nimekwisha kueleza awali kwamba vipaumbele eh, vya Mheshimiwa Rais ni huduma kwa wananchi, na moja ma, ma, magonjwa ambayo yanasumbua ni malaria. Na malaria tunafahamu inakuwa shida sana kwa mama na mtoto, na tunafanya juhudi nyingi, tunapima kama nilivyosema, tumepima karibu watu laki moja na sitini, tumetoa vyandarua, tumetoa vyandarua vya karibu milioni 400, lakini sasa hivi tunafanya upulizaji wa dawa za viwadudu na haya ni matokeo ya makusanyo ya mapato ya ndani wa halmashauri halmashauri. Sasa hivi kwenye makusanyo ya ndani tunafanya vizuri sana. Kama nilivyosema awali, tuna projection ya kukusanya bilioni 12 lakini kama kwa wana Kibaha wanafahamu, miaka miwili iliyopita kuwa tunazungumza tuna bilioni 6 kwa kama unafanya mathematics na maana tuna karibu ongezeko la asilimia 100, 100 Na mwaka huu wa fedha ambao unaisha, tumepata karibu ongezeko la, la 1.5b bilioni 1.5 zaidi na mpaka takwimu za recently sisi kwa na vitu tunaongoza kimkoa, tuko asilimia 165 kwenye ukusanyaji. Lakini sisi dhima yetu ni kwamba tunachokikusanya tunakirudisha kuhudumia wananchi katika ile maeneo ya kimkakati. Kupambana na malaria ni, ni eneo la kimkakati. Ukipambana na malaria unapunguza gharama kubwa sana kwa almashauri na kwa familia. Imagine hizi da, dawa ambayo tunapuliza leo na kata kadhaa tumetumia karibu milioni 14 tu lakini vyandarua tu ambao tumetoa ni zaidi ya milioni 400. Lakini hapo hujapiga gharama za nyumbani ambapo mgonjwa ameumwa kumhudumia kunywa dawa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi, sisi tuko mstari wa mbele kwenye kupuliza dawa hii, lakini tunataka na wao wenyewe wajifunze, waifahamu, waijue na waitokeze dawa hii. Haitaki upige wewe peke yako nyumbani kwako, kwa haitoshi hii, mnapiga kama nyumba 20, nyumba 30. E, hata vyoo vyetu tunavyotumia pia, ut, e, utafiusha pia e, mbu wanazaliana kwenye vyoo pia, kwa hiyo tunahitaji pia unyunyizaji mkubwa, si tumeweka nguvu, tunaamini kwa nguvu za serikali maybe asilimia sabini ya, ya, ya, ya mbu na mazalia yake sisi tutawaondoa asilimia thelathini. Tunataka wananchi na wenyewe pia washirikiane na sisi e, zoezi hili lina hatua mbili kubwa. Hatua kwanza ni kuchunguza kama bwawa lenyewe lina alavi ambao baadaye wanabadilika na gradi wanakuwa mbu. Kwa hiyo shughuli limesha imeshafanya eneo hili tumesha identify mabwawa manne na ni upigaji ambao unafanyika mara nne kwa mwezi. Kwa hiyo hapa tuna mabwawa makubwa manne kwenye kata hii na tutafanya upigaji mara nne kwa mwezi kila bwawa. Kwa hiyo inamaana ni mara nne ni kama mara kumi na sita kwa kama utahesabu kwa kila, kwa, kwa kila, kwa kila bwawa kwa hiyo mimi niseme kwamba tumefurahi n kazi ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, tumeweza kuwa na viwanda, sababu yeye ndio amerahisisha mazingira ya uwekezaji, na tunapozungumza viwanda vya dawa za binadamu, sasa hivi tuna viwanda vitano vya dawa za binadamu. Kwa hiyo tunapata faida kwa sababu kiwanda hichi kipo karibu k hata namna sisi kupata hii dawa inakuwa inakuwa rahisi inakuwa rahisi zaidi, kwa hiyo Ningependa Watanzania wengi waifahamu dawa da hii ili waweze kuitumia kwa sababu tutoke kwenye utamaduni wa kumua mbu leo na kesho, twende kwenye utamaduni wa kuondoa malaria kabisa, iondoke. Nimkaribishe mkurugenzi, naye kama ana mawili matatu. Wa... Halmashauri ya mji wa Kibaha, kama alivyozungumza mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Nixon Simon, tumejipanga kuhakikisha kuwa tunafikia wastani wa zero malaria na hata ukiangalia wastani wetu sasa hivi eh, wa maambukizi ya malaria ni asilimia moja point mbili uh, na wastani wa kitaifa ni almost asilimia mnane. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani halmashauri uh, ya mji wa Kibaha hivyo pambana kwenye kupambana na changamoto ya malaria. Na kiukweli eh, tunamshukuru sana mkuu wetu wa wilaya kwa sababu amekuwa ni champions kwenye zoezi hili, na kama unavyoona sasa tunaenda kwenye kata zetu zote na kipekee tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa sababu yeye mwenyewe mara kadhaa amekuwa akizungumza kuwa anachukizwa sana na vifo vya malaria. Kwa hiyo kazi yetu sisi kama watendaji wake ni kutafsiri kwa vitendo yale maono ya Mheshimiwa Rais, na ndio maana sasa tuko kwenye kuhakikisha kuwa kila eneo ambao kuna mazalia ya mbu kwenye mji wetu wa Kibaha, mabwawa pamoja na nyumba zilizo jirani, tunapulizia dawa hizi. Wito wangu ni kwa wananchi wa Kibaha waendelee kulipa mapato ya ndani na kodi tozo mbalimbali mbali za serikali, maana zinatuwezesha sisi kuweza kupata hizo dawa ambazo sasa tunafanya bure kwa kupiga na kunyunyizia dawa kwenye mabwawa na nyumba za wananchi wetu. Zoezi linaendeshwa bure kwenye kata zote kumi na nne na mitaa yote 73 ya halmashauri mji wa Kibaha. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Catherine Frank Saguti ni mganga mkuu wa Halmashauri ya Mji Kibaha. Nipende kuwatoa wasiwasi wakazi wote wa Halmashauri ya Mji Kibaha kwamba dawa hizi ni salama kabisa. Hazina madhara yoyote. Kwa hiyo watoe ushirikiano kwa wataalamu wetu afya wanapofika majumbani kwao, lakini pia wanapopitia haya mabwawa ya kudumu watoe ushirikiano kabisa ili waweze kupata dawa hizi na kinga hii tumalize malaria kabisa Halmashauri ya Mji Kibaha. Kwa jina naitwa Hamza Majuto fundi. Haya, e, mi nafikiri kwamba nashukuru sana kwanza, namshukuru Mheshimiwa Rais kutupatia hii huduma kwa sababu wa mazalio wa, wa mbu hizi dawa. Alafu pili, tunashukuru kwamba kwanza kiwanda chetu ambacho ndio kinachozalisha hizi dawa na ofisi ya mkurugenzi, na tumelipokea kwa mikono miwili kusudio kwamba ilizoezi kwa kuangamiza hawa wadudu mbu. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa majina anaitwa Bahati Nguzo, ni mjumbe wa serikali ya mtaa, mtaa wa Madafu. Tunapenda kumshukuru Dokta Samia, mkurugenzi na mkuu wa wilaya kwa zoezi hili. Pia tunashukuru maana homa zilikuwa kwa kasi na kwa kipindi hiki zimepungua asilimia 99. Jina langu ni Mbegu Kambelegeza, diwani wa kata ya Visiga, lakini pia ni mwenyekiti wa huduma za jamii ndani ya halmashauri ya mji Kibaha. Zoezi letu ni zoezi zuri sana. Kama utakumbuka, Rais aliyepita kabla ya mama Samia alisisitiza sana viongozi wetu wa sekta wahakikishe wanatumia kiwanda chetu katika kuteketeza viashiria hivi vya malaria kwa maana ya mbu, lakini mama yetu alivyoingia, moja ya jukumu lake kubwa ni kuhakikisha analinda afya kwa jamii na kwa sasa hivi viongozi wetu sasa wamelishikilia kidedea. Tunamshukuru sana mkuu wa wilaya lakini mkurugenzi pamoja na wananchi kulipokea lizoezi kwa kiasi kikubwa sana. Jina langu Tama Mohamed Mbwana, nashukuru serikali na nijali na nidhabiti. Nashukuru wamekuja kuniwekea dawa leo, nashukuru alhamdulillah. Mama Samia ilizoezi namfahamisha na, na, na, ni zoezi zuri kwanza kwasietu tuliokuwa na hali kama hii tumeshazeeka hatuna uwezo wa kununua dawa wala kufanyaje. Kwa hivyo tunamshukuru Mama Samia kitendo alichokifanya tunashukuru. Ah wa... uh, kwa majina kamili naitwa Hamisi Juma Kunambi uh, ni mtaalamu kutoka kiwanda cha Tanzania Biotech Product Limited ambacho kinamilikiwa na shirika la maendeleo la taifa, NDC uh, nikiwa kama afisa ubora. Hii dawa yetu uh, ni waondoe hofu wananchi wa Kibaha, kwa kweli dawa yetu sisi ni uh, ni salama. Kwa sababu uh, ina imetokana na, na kiumbe hai ambaye ni bakteria, kwa hiyo na bakteria ambaye ni salama uh, hana madhara yoyote, ambaye mara kwanza ametoka kutoka kwenye udongo Ames, so wana sayensi wakamwisolate wakamwingiza kiwandani then baada hapo tu wakampurify then tukamwingiza, amini, tukamchukua, tuka Tuka, tuka, nao kiwandani ndani tukafanya tuka process then tukapata dawa ambayo mwisho wa siku tunairudisha uh, kumwaga kwenye madimbwi kwa ajili ya kuangamiza mazalia ya mbu. Kwa hiyo niondoe hofu, dawa yetu ni salama kabisa.